Majina, majina, majina, polo, majina, majina, ya polo. Ukurasa wa Profesa Sarungi hivi ndivyo ulivyoweza kufungwa rasmi katika uso wa dunia. Tangu alipofariki Machi tano mwaka huu akiwa nyumbani kwake kwa tatizo la moyo. E, mawaziri wastaafu, sasa nao ni wakati wao mawaziri. Baada ya familia ndoweka wa mawaziri wastaafu, ndo hao sasa nao wanakuja kuweka e, shada la maua. Hii leo viongozi mbalimbali wa siasa na watu mbalimbali mashughuli wameshiriki katika kumuaga Profesa Sarungi ambaye jina lake linabaki kwenye historia isiyofutika. Kila mmoja ameeleza namna alivyoweza kumfahamu, lakini kubwa zaidi ni utu wake, uchapakazi wake vimeweza kuzungumzwa kwa upana wake. Alizaliwa Machi 23 mwaka 1936 huko Tarime mkoani Mara nchini Tanzania kwa wazazi Sarungi Igogo Yusufu na Amimo yaani Maria Sarungi, akiwa ni mtoto wa nne wa Amimo, mke wa nne wa Chifu Sarungi Igogo wa Wategi. Maisha ya profesa Sarungi yanatajwa kuwa na ushuhuda wa kujitolea na huduma isiyotetereka. Mama Sarungi, pole nyumbani, alisema eh, nimwite Veronika jina lake, akasema Watu wote wa nchi hii wengine wanamwita Mama Maria, wengine wanamwita nani, wengine, wote wanamwita Mama Sarungi, lakini yeye anasema yeye ni Veronika, kama nakumbuka sawasawa sawa. Sasa kwa vile mama, uliniambia nikuite Veronika, naomba niifanye hivyo. Veronika, mama yangu, mama yetu, na wanao ambao wako hapa Veronica, mwenzako na hao ambao kwa sababu mbalimbali mbali hawako hapa, naomba niruhusu niwape pole sana kwa kuondokewa na baba, kwa kuondokewa na profesa Sarungi na kwa wale wote ambao walikuwa wanafunzi wake na wale wote waliokuwa wafanyakazi wake, wenzake na wazee wenzake na wategi wenzake, naomba niruhusu ni ruhusu niwape pole sana, tumekuja kusherehekea maisha yake nafikiri nafikiri ni sahihi kusema kwamba Profesa Philemon Sarungi amevipigana vita vyake vizuri. Nafikiri ni sahihi kusema mwendo wake ameutembea vizuri. Nafikiri ni sahihi kusema imani yake kwa wananchi wake na kwa nchi yake ameilinda. Mimi ambaye sijawahi kuwa mwanafunzi wake wa mifupa nafahamu mifu, mambo mengi sana juu ya mifupa, kwa ninafahamu umuhimu umuhimu wa kazi aliyoisomea, umuhimu wa kazi aliyoifundisha, umuhimu wa kazi ya kutibu mifupa aliyoifanya kwa umahiri mkubwa sana, na mimi na utaalamu huo kidogo kwa tuko hapa, tuko hapa kusherehekea maisha ya, ya huyu Mtanzania wa kipekee kabisa. Kuna nini la kusema zaidi? Kuna nini la kusema zaidi? Nafikiri uwepo wa watu wa aina hii katika dunia hii unafanya maisha ya dunia hii kuwa mazuri sana. Uwepo wa watu wa aina ya Sarungi unatuwezesha ku, kuwa na imani kwamba bado inawezekana kutengeneza nchi na kutengeneza jamii iliyo bora zaidi. Wanafikiri ni vema na ni haki tumshukuru Mungu kwa maisha ya Profesa Philemon uh, Mikol Sarungi. Jana kwa nyumbani kwake nilikutana na Rais Jakaya Kikwete. Uh, Mheshimiwa Rais akasema katika ubishani mwingi sana aliyokuwa anafanya na Profesa Sarungi ulikuwa ni wa Simba na Yanga. Akasema kwenye hilo hawakuwahi kukubaliana, e, e, na mimi ni Yanga. Sasa sitaki kusema sikuwe kukubaliana Profesa Sarungi. Naomba tu, tumwombee Profesa Sarungi huko aliko, awe na mapumziko ya amani na milele. Amen, asanteni sana. Sante, sante sana. Mweshimiwa Tundulisu. Marehemu Profesa Filmoni Sarungi ameacha familia, mke wake Veronika Marton Sarungi, watoto wake Maltin, Emoke, Veronika na Maria, pamoja na wajukuu Peter, Dori, Frola na Akosi, pamoja na vitukuu kuu Rosi Amimo na Betelan. Asia Gamba, Mwanzowa TV Daressalam. Oh.